Kaundimbe, hivi wewe unajiamini nini wewe? Kaundimbe, wewe unatoa wapi ujasiri wa kukataa jambo nalonipanga mimi na mama yako? Eh? Sasa utaolewa na mwanangu Kadagaa utake usitake. Mzee Kikoti, hata kama nipo chini ya himaya yako, ila uwezi kutawala hisia zangu. Mimi mwanao kadaga si mhitaji. Kaundimbe, huo ujasiri wako utakupoza. Nipe jibu la mwisho. Mzee Kikoti, siwezi kuolewa na mwanao kwa sababu mwanao ni dhaifu sana, hivyo siwezi kuwa na mwanaume dhaifu kiasi kile. Wewe nasema nitakufanya kitu kibaya na utaipoza hadi familia yako. Lazima uroo na mwanangu. Ukakae na ufikirie na unipe jibu. Dada mkubwa, kuna kitu nataka nizungumze na wewe. Jambo gani dada mkubwa? Mbona unataka kunishtua hivi? Una taarifa kuwa Sendeko alitoka katika hichi kijiji, alienda kijiji cha pili kwenye msiba? Sendeko? Hapana dada mkubwa, hmm, sina taarifa yoyote kuhusu sendeko kuwa alienda kwenye msiba. Hapo nimeshajua kitu, nahitaji ushirikiano wako nipate kujua taarifa zake zaidi kama alikuwa kwenye hicho kijiji kwa ajili ya msiba au la. Ninaamini utafanya uchunguzi kikamilifu zaidi na uniletee hizo taarifa mimi. Sada mkubwa, mimi nitafanya uchunguzi kuhusu hilo, nitakupa taarifa sawa. Hivi Kaundimbe leo asubuhi umeonana naye? Sada mkubwa, mm, toka jana asubuhi sijaonana naye kabisa. Hiyo sio mada yangu kubwa ya kufanya mimi, tukutane hapa Nitampata huko huko nyumbani kwao. Sada mkubwa, nimekuelewa. Ulifanyia kazi Sada mkubwa. Lala. Lala. Lala. Ndiyo baba. Shikamoo. Sema. leo kazi imekuwa ngumu sana, nimezunguka huko kote huko mitaani, nimefanikisha kupata mifuko hii tu mitatu, lakini sio mbaya kwa sababu wengine wanasema mkaa bure sio sawa na mtembea bure, angalau nimerudi na hii inaweza kusaidia. Halafu baba, nimekutana na yule rafiki yangu yule kocha. Ila sijamuelewa kwani alikuja hapa nyumbani, Ngosha eh? yule rafiki yangu Ngosha yule ambaye anavaa mashuka ya Kimasai hivi, hmm. Kama ni huyo alishakuja hapa, mimi nimekaa, nimekaa sina hili wala lile

alivyoniona tu kakimbia, kana kwamba ameona kitu cha ajabu, yani kitu ambacho hajawai kukiona. Sasa nikamfuatilia mpaka mwisho, nilivyokutana naye namuulizia, ananiambia nilikuja nyumbani kwako nimelikuta lizee <laughs> nikajua tu hapa, baba itakuwa amefanya jambo lake hapa <laughs> tena ashukuru kwa sababu ni rafiki yako lakev, <laughs> mgeuza ngedere. Lakini baba mi naomba wakati mwingine usifanyi hivi, kwa sababu wale ni marafiki zangu. Angalia unawafanyia mambo ya ajabu, mpaka nakutana naye ananikimbia. Uoni kama unaniweka mbali na marafiki zangu? Mimi nilisha msamehe, na laiti ningekuwa sijamsamehe alipiga ni magoti kwanza, akamtisha anantishia nilikuwa nasema ngoja nimuonyeshe ile, nilikuwa namuonesha tu kidogo tu, ili siku nyingine anapokutana na wazee kijijini asiwazoezoe vibaya vibaya wala kuwajibu vibaya. Hata sikujua kosa, kwa sababu kitu gani kaanga maneno mengi sana ya ovyo. Na na bahati ndo kaza. Sawa baba, mi nimekuelewa, ila naomba yeah. tu msamee, msame. A, kwa sababu haina shida, mi nisha msamee. Afu kingine kingine kataga, unajua mimi sipendi zarau, sipendi zarau. Si huyu Bitausi huyu na huyu mwanaye Kaundimbe mtawapiga marufuku wenye vikao vya hilo la kwanza. La pili, huyu Kaundimbe hawezi kukukataa wewe, halafu akaendelea kuishi kwenye kijiji hilo. Nakataa, haitowezekana. Yani ananitia aibu, maana yake kukataa wewe, ananitia aibu familia yangu mimi Mzee Kikoti. Sasa basi, hataweza kuishi kwenye kijiji, ni ahiri apotee kabisa katika uso wa dunia. Sura, naelewa Baba, usifike huko. Mimi najua unakwazika mwanao ninapofedheheka kwa ajili yake, lakini mimi Kaundimbe bado nampenda na, na sitamani apotee katika uso wa dunia. Nitajua mimi cha kufanya. Naona wewe umeanza kuingiwa na roho za huruma. Sawa, unaifanya huruma huruma huruma huruma, huruma kama babu yako, sio? Sasa mimi sina huruma. Haiwezekani mtu anipande kichwani mimi, ni mwangalie ni mwache nini? Wasincheze. Wewe wengosha, wengosha wewe, mbona <laughs> unaonekana ni mtu mwenye mawazo sana. Unawaza nini mdogo wangu? Kwa hiyo kwamba watu wakikaa wanawaza <laughs> sijakuzoea hivyo, na ndio maana nimekuuliza. Data, mi siwazi chochote mdogo wangu. Hebu niambie, usiponiambia mimi utamwambia mwingine nani? na mimi sijakuzoea hivyo, hebu niambie, una shida gani? Ila sema tu, kuna kitu kinanisumbua kabisa Data. Najua nilisijikuficha sana, nikasema nisikwambie lakini Mi nilitoka hapa nikaenda kule wakina nani ule Kadagaa kwenda kumuchukua, tukachukue mifuko, ila kufika kule nikakutana, yupo mzee simjui, sijui ndo nani yake pale. Nikafika nikaanza kumuuliza Kadagaa yupo tena, hata mtoto wa watu sijamfanya kitu, nimemsamulia vizuri Nikamuuliza Kadagaa yupo, ananiangalia tu. Kadagaa yupo, ananiangalia tu. sasa mi nikaondoka, ile nafika mbele, sikanitokea huyo hapa. <laughs> Hey, kumbe hicho ndo kinachokuwazisha mdogo wangu. Kwa hiyo kwamba mi nakwambia, unaniambia na wengi ama umeamua kuja sasa kunitukana? Ni baba yako yule yani. Hey, mi nakwambia, afu namtetea <laughs> wewe utakuwa umewaza sana na ndio maana unahisi kama anakutokea hivi. Katika kijiji chetu hichi nani anaweza kakutokea we mdogo wangu? Kwani hajanitokea? Tanishanwambia kabisa, na huyo mtoto wake sitaki mazoea, atakuja kukuta nimemng'atangata mimi. Amekutokea kwa mwonekano gani? Kaja mimi li mtu limekuja yaani la ajabu ajabu, sijui limevaa mailizi, sijui manini, linakuja kunitokea mbele mi kajuaga hayo mambo yapo kwenye masikilini, kumbe mpaka watu wanafanya kabisa. Alafu nakwambia unanicheka <laughs> wala usijali, mi nahisi tu ni mawazo yako. Inawezekana umeenda nyumbani kwake umemkuta kutokana na ulivyofikiria kwamba utamkuta kadagaa, umemkuta yule mzee, basi imekaa kwenye akili yako, sio kweli. Katika kijiji nani sh kumwona katokea hivyo? lea utetea sasa. Haya, sio natetea, mdogo wangu, ninachokiongea ninamaanisha, kwa sababu mimi nimeanza kukaa kwenye hichi kijiji, sijai kuona vituko kama unavyoniambia wewe. Lakini dada, mi nimetafuta kabisa hapa kama msichana ka kakuoa hapa kijijini kabisa, nimekosa wewe. Una marafiki rafiki zako okay. <laughs> tu suongeenao akavugu, yaani ndio chote umekaa hapo Yaani yote umekaa hapo unawaza, kumbe wasichana si sinisolatula kunifikishia ujumbe? Mpaka uwaze uwaze uwaze uhangaike wewe, uzunguke usingizie mpaka na wazee wa watu, kumbe shida ni kwa mwanamke. Haya, haya, mniambie mwanamke gani uliompenda katika hichi kijiji chetu, mimi nikiwafata wenyewe kwa mimi nafika nawampiaje? Sasa tatizo lako huko nyuma nyuma sana, wewe ni mshamba inatakiwa uwe mjanja mpate, unamweleza shida yako bwana, mimi na shida moja mbili tatu, anakuelewa hilo swala limeisha. niachie bibi. Mimi ndo dada mkubwa katika hichi kijiji, mwanamke yeyote ambaye unamtaka ni kitendo cha kuniambia ni yule ninayemtaka. lakini mimi nimekaona kabiti fulani hivi kana nywele kako hivi, natamana kukubaliki. tata yangu ushindwagi na jambo Kaona nitafutia kama msichana karuzi kabisa ka, ka, ka, ka lembo. Yani kamruzi mdogo wangu, mi sipendi nikuone hivyo, napenda tu muda wote tuwe tunafurahi eh? huwa furahishi na mazingira yetu eh? Jivunie, ujivunie, una dada kama mimi na sio huo unawazawaza kama hivyo, hiyo imeisha, hiyo futa. Sipendi nikuone kama hivyo.

Wemanka umefuata nini huku? Kwa wanaume unafahamu fika huku wanaoga wanaume, na wewe wa kike huku umefuata nini? <laughs> Kabla yote, heshima kwako, heshima yako. Sikutegemea kama atakukuta huku Unajua ni, ni Kadaga, unajua ni mwanaume ambaye katika kijiji hiki sijapata kuona ambaye yupo kama wewe. Wewe ni mwanaume mzuri sana, nimetokea kupenda sana na jinsi kila ninavyokuona, tunavyokutana pale Kingeni, yani unazidi kuni- kunifanya nipagawe. Mwenzio natamani ukubali ombi langu. Naulizie kwa na mimi, Manka, asante sana kwa kuitambua thamani yangu, lakini tambua ya kuwa wewe ni mwanamke mzuri sana kiasi kwamba mwanaume yoyote hapa kijijini akikutazama anavutiwa na wewe na anatamani uwe na mahusiano naye, useme hivyo. Mimi najua ni mtoto wa mkuu nami toka na tuto ako kingine, nimekuwa nikuangalia sana ni zaidi naonyesha hisia zangu kwako kwa, naomba nikubaliwa, lea nakupenda sana sawa. Manka, najitahidi sana kukuelewa lakini, kama unavyotambua mila na desturi zetu za Kiafrika haziruhusu mtoto wa kike kwenda kumtamkia hisia zake mtoto wa kiume lakini sitaki ni kulaumu sana. Uenda umepata ujasiri kwa sababu ya upendo ulionao juu yangu. Kadaga, nimeshindwa kuvumilia, ni muda mrefu sana nilikuwa nakutamani, naomba nipe nafasi hiyo ya kuwa nao. Hivyo ujafikiria kuwa hicho kitu ambacho unaniambia mimi naweza nikakufikiria kwamba wewe ni mwanamke maraya, mwanamke ambaye unaweza kumtamkia maneno mwanaume yoyote ule pindi pindi unapomhitaji Haujawaza hicho kitu? <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Manka, naheshimu sana maamuzi yako na wewe pia inapaswa kuheshimu maamuzi yangu. Najua ni kiasi gani unanipenda, lakini mimi kuna mtu nampenda kama unavyonipenda wewe, na huenda haikuandikwa mimi na wewe kuwa pamoja. Lakini nikupe tu moyo, wewe ni mwanamke mzuri sana, una nafasi na unaweza kupendwa na mwanamume yoyote yule katika hiki kijiji. Naomba tafadhali ulielewa hili nikutakie maisha mema. Sawa, mimi nakubali maamuzi yako, lakini akia, naomba ukubali maamuzi yangu mimi, kuelewa lakini hautabidi, unielewe elewa, kwa anapenda sana sawa. Mimi naondoka. Dada Kalunde unafanya nini kwenye msitu kama huu peke yako? Alafu dada Angolile alikuja nyumbani kukuulizia, mimi nikasema sijui ulipo. Angolile amekuja nyumbani kufanya nini? Kwa maelezo yake alisema anakuhitaji wewe tu. Amekuja nyumbani kufanya nini? Hakuna maagizo aliyoacha zaidi ya kusema atarudi siku nyingine. Angolila amekuja nyumbani, kutakuwa na shida. Basi wewe tangulia nyumbani, mimi nitakuja. Lakini dada, una uhakika kweli, hakuna kitu chochote ambacho unanificha? Hapana, siwezi kuruhusu kabaki mwenyewe kwenye msitu kama huu, inabidi wote tuondoke nyumbani.

Karibu kichapa magara ndacheroba. mm. Mm. Vipi mkuu, bado hajafika? Bado, ila muda sio mrefu, atafika hapa. <laughs> <laughs> <laughs> Nadhani umefika wakati mwafaka kabisa. Moto umewaka, si unauona moto? Nadhani unajua kipi kinachoendelea.

kichwa wa nyama nyama nyama. <laughs> Karibu sana mkuu, mimi ndio mzee Kikoti kubwa la <laughs> maadui, niliwaahidi nitawaleteeni nyama na nimeileta hii hapa. Bila shaka umefika, nishafika.